Tumefika. Najua unakiwa ya kumwona shemeji yako pilot. Kumbe unajua. Mm, nipate begi lako. Hodi mama. Mwanangu Magadeni, karibu. Asante mama. Uh, Marahaba mwanangu, za huko ni nzuri? Mama, mnaendeleaje? Tunaendelea vizuri. Karibu. Asante sana. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu, hujambo? Ni nzuri. Mnaendeleaje? Kini pia ni mkweo Magadi, ni mwanangu umeoa? Nimeoa mama. Anaitwa Nadia. Pia ni mwanangu, karibu. Jisikie mjamzito. Asante mama. Lakini mama, mbona pa hilo Simoni iko wapi? Mwanangu, mdogo wako amekufa siku tatu zimepita mwanangu. Mama, yule mdogo wangu wangu amefariki. Siku tatu zilizopita? Inawezekanaje mama Alikuwa nasumbuliwa na nini mpaka kafariki, Magadi? Kifo chake kilikuwa ni cha kutakanisha. Kilikuwa Mama, kiukweli nimeumia sana. Lakini jambo la msingi tuzidi kumwombea mdogo wetu Pilot. Ni kweli mwanam, uh, mama. Kutokana ma mdogo kutokana na msiba wa mdogo wangu Pilot, mimi na mke wangu tumewaza tume, tukaona si jambo la busara sana kukuacha hapa nyumbani kutokana na changamoto ambayo imetokea. Tumeona ni vyema zaidi tuende wote nyumbani. Ndiyo mama, tumeona ukibaki peke yako hapa utakuwa mpweke mama. Sawa so, wanangu, sina kipingamizi katika hilo mama. Kilichotokea ni mipango ya Mungu, usiliweke jambo hili akilini sana. Tunaelewana mama?

Mama, karibu ujisikie huko nyumbani, karibu sana asante. Nariya. Nariya. Nariya mama, karibu sana asante, asante, asante. Karibu sana. Asante, asante.

Tunashindwa kuelewa mimba kukoromoka sikuwa shida ni nini? Mwaka, mbali ya uzima. Nizuri, zama siku. Asafu, wanapoi na majukumu. Tunamshukuru Mungu. Kole na shuguri. Tunamshukuru Mungu. Wanakazi zenu tunaziona na majukumu vizuri sana. Asante sana. Mungu atangulia na Mungu abariki sana. Amina. Asante sana. Asante sana. Karibu. Kwa asana ujua kuwasalimia. Nashukuru kaka. Asante sana. Asante. Asante. Karibu keti. Ah, asante sana bwana. Sawa, sawa. Asante. Nashukuru kaka. Haina shida. Haya. Asante sana. Sawa. Bwana Magadeni. Naam, karibu baba. Habari yako baba? Bwana, nashukuru, huko ni kwema. Mm. Lakini sio kwema sana. Vipi rafiki yangu Yuda? Mm, kuna jambo linanisumbua sana katika maisha yangu, kuna jambo naliona haliko sawa sana kwangu. Mm, jambo gani tena? Usiku wa jana kuna jambo lilitokea la kusikitisha Jambo gani tena? Jambo gani tena tena, baba, afuna niambia, la kusikitisha ni jambo gani? Ah, Yuda. Ndio. Ah, jambo lililotokea jana linaleta na ukakasi katika kulizungumza. Nikwambie tu kaka, tulikuwa tumelala mm -hmm. Ghafla mke wangu akashituka usingizini na alivyoshituka akadai tena mimba haioni. Mimba haioni, mimba mimba mimba mimba na mimi nilivyoamka kutokana na zile kelele, na kweli kuangalia, mimba haionekani kabisa, hakuna hakuna mimba hmm. Kubwa, mimba kubwa kubwa hapa hakuna. Kivipi kivipi paka isionekane yani kivipi? Hilo ndio jambo ambalo linanifanya niwe na mawazo, nipitia wakati mgumu na sielewe ni kitu gani kinaendelea katika familia yangu hiyo, mbona kali ya Bwana, na ndio maana nimekuja kwako kama rafiki yangu, uone jinsi gani ambavyo unaweza kunisaidia hata kimawazo. Ni zito hivi aisee, pole sana. Lakini unajua kwa upande wangu mimi, mimi nahisi hapo kuna jambo. Si hivi hivi, nahisi hapo kuna jambo. Ni mambo mageni hayo, mimba kubwa, mimba kubwa kabisa, no. kubwa kubwa, nakwambia, kuna jambo. Kama hauna imani nenda kwa waganga, ila kama una imani nenda kwa wachungaji. Wachungajia mimi na waganga hapana. Na watafute watumishi, si siishi katika hizo imani. Sawa baba. Asante sana. Hapo kuna jambo. Mwanangu, una kitu gani? Inaonekana uko kwenye mawazo mazito. Mama, uwe acha tu, jana usiku nimeota ndoto mbaya, cha ajabu na shtuka najikuta sina ujauzito. Unasema? Mama, sina ujauzito tena. Mwanangu, pole Mjukuu wangu jamani, ila usijali, mjukuu wangu ya Mungu.